wake pia. Tuelekee kaunti nambari nne sasa ambapo waathiriwa 27 wa dhuluma za kijinsia kutoka eneo la Madogo huko Tana River wamepewa mafunzo kuhusu ujuzi wa aina mbalimbali mbali wa kuanzisha biashara na kujitegemea. Hii ni baada ya shirika moja lisilo la kiserikali la Tana Action Initiative kuanzisha kituo cha kutoa mafunzo kwa wasichana na kina mama waliotoroka makazi yao kukimbilia usalama. Kulingana na mkurugenzi wa shirika hilo Mohamed Ware, kituo hicho kinapokea manusura wa dhuluma hizo zaidi ya 50 kila mwezi. Nilikuwa napitia physical assault, lakini like kupigwa, kunyimwa haki, kutoangaliwa kwa mtoto, ndio baadaye nikaokolewa na GROOTS Kenya nikaletwa hapa Atana Action Initiative, nikachagua course ya hospitality and tourism management. Tuko hapa kusomea hizi vitu ili tujiendeleze kimaisha, na dhulma ambayo nimepitia ni dhulma kama vile kunyanyaswa na mwanaume kupigwa sasa kupigwa kama trainer wa hospitality and tourism management, kuna wengine wanapika kwa tailoring, wengine wanaenda kwa beauty and uh, therapy. So hapa kwa hospitality and tourism management tunawasaidia ku gain more knowledge ama ku gain that exposure kwa kuwapeleka attachment after the training ambapo inawasaidia kushirikiana na watu na kuonyesha kuwa kudhulumiwa sio mwisho wa maisha. Kila kukicha zaidi ya wasichana ama wamama ishirini wanajitokeza, wakisema kwamba wanadhulumiwa mara mingi. Wengi wanakimbilia police station na kwa chief na those stakeholders eh, police na chief wanakuwa wana direct kwa stakeholders wenye wanashughulikia hili wakuje wawapatie, eh, safe center ama safe place kama hizi, ili wengine pia wakitafutiwa eh, haki yao kupitia mkono wa sheria na vitu zingine.